Haya maelezo napenda tuyaeleze, kwa nini sisi tuna matatizo katika idara zetu katika ufanyikazi wetu katika kwa nini hatuendelei, kitu gani katika kinachochangia pangine tusiendelee, hasa ukiangalia Waafrika sana na Waarabu. Tuna tatizo hili, kuna Mwanamke akiitwa Jane Marriott, huyu ni ambasada wa England. Alikuwa akizungumza katika siku ya kuzungumzia masala ya namna gani tutaweza kuboresha elimu, akasema nchi kama za Kiafrika na za Kiarabu zina matatizo kwa sababu haya ina utaona kwamba kuna mufarakatu mudhisha, yani utafauti ya ya kushangaza. Kivipi? wanaosoma siku zote university, kuna kuna grade, si ndio? Grade 1 inakuwa ni A mathalan, grade a, a, 2 ni B, ndivyo grade 3 ni C, grade 4 D Grade 5 ni E. Sasa matatizo yanayopatikana huku kwetu ni hivi, wale wanaotoka the top one wanakwenda kufanya specialize, wale ambao kwamba wao ndio wanafunzi ambao kwamba makleva mahodari wamesoma wamebobea kisawasawa, wamefaulu. Hawa ndio henda wakasomea ima medical au engineering, mara nyingi ndio tawapata wao wanakusomea hapo. Sasa si masikitiko, ni kitu kizuri, ni kitu very important, lakini cha kuhuzunisha kwamba wale hawa ni A wachini yao ambao wamepata B wao henda wakasomea business management, kisha hawa walipata B hawa wakapata A wakaenda kasomea engineering wakasomea medicine medical, wakasomea utabibu, wakawa madokta, hawa wakawa mainjinia, lakini hawa waliokuwa chini yao hawakuweza, kwa sababu ile, ile grade itakiwa wao hawakufikia. Wao akasema, ah, hata mimi nikasomea business management. Huja hawa wa chini, wachini ndokawasimamia wale waliokuwa number 1. Ukamkuta mtu ni engineer, lakini managing director wake alipata A, B yeye huyu alokuwa alo, alo amepata A. Sasa yule asimamia nalopata B. Twende zaidi, hawa walipata B walokuja wakapata C ndio huwa wanasiasa. Ikawa sasa wao ndio wanao wa control wote walopata B na A, yaani ilikuwa wasimamizi wa yote ni wale wa A. E, lakini sasa kila wanaokwenda chini ndio husimamia wale wako juu, huko Afrika. Sasa mathalan, utakuta huyo alopata a e, amesomeshwa na mwalimu, lakini mwalimu hana thamani ya kuliko huyo alopata e. Ilikuwa yatakiwa huyo anasema, yatakiwa kwanza katika vitengo hakuruhusiwi mwalimu ila ule alopata A. E. Ndio, so watu watakiwa wajue namna gani watafikisha elimu namna itakiwavyo, lakini utakuta walopata A e, wamekwenda kusomea udokta au wamekwenda kusomea engineering. Sasa si tatizo. Tatizo liliyoko kwamba alopata B amekwenda kusomea business management, mambo ya idara. Sasa yeye amekuja amesimamia kampuni nzima, anawasimamia watu waliokuwa, kwenye wa, wamefaulu wame kushinda yeye. Baya zaidi waliopata C si, wakaingia kwenye siasa. Yani wanasiasa, anasema Waarabu na Waafrika, mwanasiasa ni ule mtu ambaye kwamba alikuwa hakufaulu katika masomo, na yeye sasa ndo anaendesha siasa ya nchi. Sasa yeye ndo huwahukumu walioko kwenye klas A na klasi B na A <laughs> na yeye mpata C si. ama wale badala, badala a b c kisha ni d ya? wale d hawakuweza kuwa wanasiasa, hawakuweza eh, kusomea business management, hawakuweza kusomea engineer. Wamekuwa wao wawe polisi au na jeshi, ndo huwa control wote sasa. <laughs> ngale masikitiko, ndio wanaoishikilia nchi polisi na jeshi waondo wanaoshikilia, wanasiasa waondo wanashikilia, madaktari waondo wanashikilia, kila kitu ni waondo wanapelekesha. Asema cha kusikitisha zaidi, wale ambao hawakusoma kabisa, hawakwenda hata madrasa, wamekuwa ndo shekhe wa mitaa, yaani ndo shekhe wa makabila utasikia Ha, bwana sisi bwana, kuna mzee wa, mzee wa kabila bwana, yeye ndo hakusoma kabisa, hao wote mwishowe lazima waje waingie tini yake, na yeye ndo hakusoma kabisa hao wote, eh bwana, eh lazima bwana u, bwana ndo mzee wa mlima ndo mzee sijui wa kabila fulani ndo mzee wa Kimasai ndo mzee wa Kibajuni ndo mzee wa Kiswahili ndo ya elimu. Wewe una elimu gani? Mwenyezi Mungu hajatagua walii mjinga wala hajatagua mtume mjinga, alimpa elimu na ndio kaona wewe. Katika Uislamu, mtume swalla Allah alayhi wasallam alipotumilizwa kitu cha kwanza aliambiwa ikra, manake kuwa msomi. Sasa asema matatizo yaliyoko Afrika na nchi za Kiarabu ni ile utafauti ya kielimu, hawaipi haki yake yule wa chini ndo wanaosimamia walopafomu vizuri, na ndio ukikumbuka, mimi nime kuna klipu juzi juzi nimezungumza watu wawili, ni muhimu sana katika jamii, hawa waekewe mshahara mkubwa zaidi, walimu na madaktari. Lakini utakuta mtu amesomea udokta si kwa kutaka, pengine nka kukosea budi mtu amekuwa mwalimu ni baada ya kuwa ameshindwa kwa kila kitu. Ukija kwa wanasiasa ndio, usizungumze masikitiko, haswa leo, haswa sisi siasa hii kwetu ya Kiafrika, mtu akijaribu kusimama huitwa mwanasiasa, lakini we njoo ukae na yeye umhoji kuhusu siasa kama ataijua? Mtu alikuwa sijui akisimamia jambo gani, mara ghafula atakuwa mwanasiasa. Kwa lipi? Umeijuaje siasa? We umesomea vipi siasa una Yani, una ilmam katika siasa, una upeo na uelewaji na ufahamuje katika siasa kiasi gani? asa asema haya ndiyo matatizo lao, wataweza kuyarekebisha, kupeana nafasi kwa namna ya kielimu. Alioko A ndo asimamia alioko B, alioko B asimamia alioko C, alioko C asma... ha, lakini ni kinyume, wepata D utamsimamia alioko C na B na A Utamsimamia aliyoko aliyoko D, atasimamia C na B na A. Ambao asema sisi kwetu uzunguni huwezi kupata vitu namna hiyo. Qualification ndio inakupa wewe usimamie. Huna qualification ya juu, huwezi kusimamia aliyoko juu yako wewe. Una A uweze wewe una A utamsimamia aliyoko na B na, na waendao chini. Lakini wewe una A B C D E, una E umsimamie wa C na D na B na hii ndio akawa matatizo hayaishi, kwa Waarabu na Waafrika leo. Wakawa wafanywa wapelekwa Sagalwaga na sisi nchi za Kiafrika tuishi Sagalwaga. Lazima wasomi wakae, wachambue, waangalie ni namna gani wataweza kuboresha elimu, ipewe haki, anayesoma kisawasawa apewe haki katika usimamiaji wa mambo, nimependa tu kuyazungumza mazungumzo haya, hasa yatapata udhunu nwaia sikio la kuyasikia, watu wayafikirie vizuri, tupeane haki katika natija ya elimu tuloisoma. Lakini leo twaidhulumu elimu alopata A e, kusimamiwa na wadi ni kudhulumu.